Daktari, mm, kube mutu anaweza fanya kama kuku. <laughs> Mimi nimefurahi sana sasa ue. <laughs> <laughs> mariagu inarudi sahii <laughs> leo kube nitapata usigizi. Unajua, katika hii maisha mtu mm, anacha, anachaguanga njia ambayo anataka yeah. Naye amechagua hiyo njia yeah. Sasa hatuna budi yeah. Labda kum, kumpea hiyo njia yeah. Mtu anafanya kama kuku kama kama kuku, amakuku paka analikubusha sasa, zile makuku zangu na mali zangu. huyu ni mtoto wangu. wangu mlishidwa na kumshauri. mlishidwa na kumshauri. ni mali zangu nataka. Acha, acha mali zinarudishwa

Si ni hivyo tu, si ndio aende hizo vitu akuja pe jimi zake na mzee pia achukue zake, si ndio? Ndio eh, ndio, nimempea warning. Nimejaribu kumwongelesha kama mtoto wangu, nimejaribu kumwongelesha kama mzee, nimejaribu kumuongelesha kama daktari, lakini kwa hiyo yote hakuna <coughs> maoni ambayo ameichukulia kwa maanani. So ninaona no, mtoto wangu, ikifika hapo inabidi sasa ufanye lolote lenye linaweza fanya, hmm. <coughs> Mimi nilikuwa naombi moja <coughs> tafadhali, Rita, kama ni mambo na punishment, rudisha hizo mali, wapatie vitu zao, kisha sisi tu tuendelee, tutatafuta mahali pengine jinsi ya kutafuta utajiri. Unasikia Rita, unataka nikufe maskini? Siciki kukufa maskini, haukufi <coughs> <coughs> haraka Mtoto wetu Rita. Mm. Mm. Mimi si mtoto wako. Kwanza wewe pia utaniambia nirudishe mali nikufe nikiwa, lakini sasa kama utasikiza watu wote, nisikize mimi. Wewe mwenye kwanza unaniruka. Mm. Utaumia. So, no uh... e Ma, utaumia utaumia. mm. Okay, kwa niaba ya mtoto wangu, msamee. mm. mm. hizo mm. vitu, tukakae chini ili kusubiri Rita. amunajua kama unataka kusaidia mtoto yako, ungemsaidia kwa sababu najua mko pamoja ungeenda ukukuja na hizo vitu hapo, sema Daktari, saama ya mtoto yangu, vitu ndio hizi lakini hawezi sema tena, tu postpone, na nilikuwa nimepanga leo ndio vitu zinapatikana mm, uanze mm, kuniambia mambo ingine. <coughs> Mzee ma ndio amevumilia hapa mm, na vile mm, amevumilia sana, na sitaki kupitisha wakati, yeah, ya, na, na kama kuna njia ingine ambayo tunaweza fanya zika mm, vitu zikatoka, siwache mimi zi niende hiyo njia. Mtoto wangu mm, hakuna eh, shida. Nitafuta hizo vitu, sirudishi utaki kufa <coughs> kesho si Unajua kesho vyenye itakuwa kesho, unaweza tu wewe lala na ukose kuamka. Hajihurumii huyo mzee wangu. Yes, yes, acha niongee na mzee hapa. Yeye ndio anapea leo command, sawa sawa, kwa sababu kijana alipeana command nilimpea last time taka nipe nafumilia. Na uli ni promise leo, lazima uende na vitu zako nyumbani utulie. <coughs> Mambo utakuja unitafute, na mtoto wako tukae chini, kuna mambo ambayo sawa. Unasema niziondoe kabisa, sawa sawa, unataka afanye nini? <Coughs> ajikune aibebe kama kuku. Afanya kama kuku hiyo, mm. Mali yangu yote ilitoka kwa kuku, afanyafanya kama kuku, afanyafanya kama kuku hiyo. Mali yangu yote nimefanya ni... ukulima ya kuku hiyo mali yote, ndio maana nakata hizo kuku zenyewe, nisioge tena. Hizo kuku zilikuwa zinakulisha, na yeye mwenye ni babako pia, mzee. Mimi nishamaliza komandi yote kwa kwako, kila kitu kwa mikono yako, kazi kwako. Asante. Usiniguse na mikono zako chafu, kakuwa shukama kuku

Leo kumbe nitapata usingizi. Najua katika hii maisha, mtu anachaguanga njia ambayo anataka naye amechagua hiyo njia, sasa hatuna budi labda kumpa hiyo njia. Ni mtu anaweza fanya kama kuku. Anaweza kuku. Paka ananikumbusha sasa zile makupu zangu na mali zangu. Mlishidwa na kumshauri. Mlishidwa na yake.

a mimi naona sio iko sawa, lakini mhurumie huyu mtoto, aende aleta hizo mali. Ukimtongoza ulimwita mtoto, imebidi anaumia. Ulishindwa na kunipembeleza vizuri mimi. Unajua saa hizi uzuri ni kwamba komandi yote iko kwake

namtoowanu daktari, hurumia mtoto wangu. Hakuna kuhurumiwa, hawakunihurumia na sisi. Nyinyi wenyewe wenye mnampea, kama si mpenda watoto wadogo wadogo kama ungekuwa hiyo ni njia ambayo alitaka, ni njia ambayo mwenyewe alichagua na mikondo yake miwili, kwa sababu kama hangechagua hapo mm. Na hata wakati mimi naenda kwa mkutano io mm. E, akili yangu huwa haipigi mambo na kupanishi mtu mm. Mtu mwenyewe anajichagulia sasa kabana bwana, kila nafanya kile natendeka, ni ile jogo yangu kubwa niliuza, nikiongeza kwa mali yangu ndio nikawapea, ni hiyo hiyo. Sasa nifanya nini daktari, mtoto wangu anaumia daktari, jamani. Sasa unajua ni kitu moja, yeye na mtoto na mama wote ni kitu moja. Sasa uh, ikiwezekana, hata wangebweka wangefanya wote, lakini ile ni jogo. Hapana. Yeye haikuwa ah, ah, na manyoya hapa. Hapana. Kaka, utaacha hizo vitu na maji, kaka. So utaendea hizo nini? Utaendea jasho jinsi yako, jasho jinsi yako unakatalia. Sasa ona. Mruma akitaka kuongea na mambo yote aongee na Patrick. Sasa kila kitu kwake. Mimi Daktari yako sawa. Amenifanyia kazi mzuri. Na sasa daktari nitakutafuta sasa. Vile nimeteseka. Mimi nimeteseka sana. Bado mimi nimeshtuka. Mali mali yetu inarudi, hata hata mali ikirudi. Sasa ameshasema. Sasa sasa, sinishiki. Yeye yeye na na na na wazee wazee, natuma mama mama yako, yako. Wewe na yeye natuma natuma muuliza. Sijui unapenda kuchimba maneno ya nini? Ni huyu, huyu. Mimi na muuliza akisema, familia za watu. Aongea na huyu ndiye akona command kusema. The party mume, mume, ni, ni ]right. kama muda, yeah, kwa muda mumenisukuma kwa muda ona, acha msamehe tu sasa, acha alete tu mali tuende tukae tu kwa uzuri nyumbani. Unajua, hata kwa wakati minafanya kazi mimi sipendi kudhuru mtu sana hata ndio wakati unaona punishment ambayo unapeanga mtu inakuanga ni ile tu ya kumchangamsha kidogo. <laughs> E, ndio kumchangamsha kidogo ndio aenda, kwa sababu kitia maana ni kurudisha vitu, si ndio? E, lakini kuna wengine mpaka hata mtu anaweza ku hata anaweza kuua, lakini mimi siendi hapo. Sawasawa, kitia maana arudishe Eh, sasa Patrick, eh, wewe muguze umruhusu aende, eh, eh, tufanye kazi kwa rahisi, eh, eh, eh, si, kwa sababu huwezi jua kesho pia kama utarudisha mali yangu yoteaeeanamusa lakini kwanza, kama analete zote sahi, unalete zote sahi. Mutacheza na mali yangu tena. Tameni pa. Mali yangu, mutacheza na mali yangu tena. Mbona mnaona, mnaniona mnyonge? Sasa mmeamua. Mmeona? Sasa mnakulia hiyo ujeuri. Wacha wacha nimsamehe. Mguza aende. Aenda. Aenda, ulete mali yangu.